Ni nini? Wewe ulikoje uko na ugonjwa wa kuitana wewe? Aki mamu, umeingia kwa ndani ya nyumba akina, nilikuwa imeosha nimeosha na, ukaingia na viatu. Sasa hii nyumba imeosha nyumba inakaa shaba ndani, hata viatu sinikala yenye tulipakiwa na huyo nahuyo lagichuale. Wewe we, una akili mzuri, ujui kuosha nyumba hadi Suita uita duta wana venya najua kuosha wajo wana venya najua kuosha nyumba, lakini unakuaga na shida gani na mimi? hakuna kitu yenye ni nilia nilitega na vitaba ukatoanisha. Sasa sahi umeingia na viatu sasa unaweka vitaba za nini na hii mvua? Alafu unaweka aje maua imeaga imeina maiko juu alafu lakini, mama, kwani unanitukia kiasi gani? Kamizi bedi venye unafanyaga mambo ufanyi upedi venye ninafanya mambo gani? si wale, si ninaishi na wewe lakini off late umekuwa tu ukinichukia juu nimekuwa nikifanya mambo zangu huku. Ah, ah, sasa hata ukiona unachukiwa, we funga virago, dunia ni kubwa sana. Shiphira, unasikia? Na usinikanyaga nyaga, nyaga akili, mimi sija kukanyaga. Umekuja umekuja umekuja sasa, umefika hapa eh? Uko hapa sasa, hapo ndio unachezea mpira yako, si ndio? Lakini mam tangu ni eda, ulinituma nikapeleke hizo mahidi huko kwa kabeni ziuze, mm -hmm. Wajaona hizi vitu za, za, za, aa, za, za, za, za, za, za. Ukifanya nini? Si nilikuwa nimeenda kupeleka nigesioshaje vitu za maziwa toka asubuhi? shi wale mama, we ndio uko na nguvu ya kufanya kazi zote hapa. Ukichoka jia imefunguliwa, geti haijafungwa, unasikia? Unasikia hadi viatu basi. Mzazi wangu alikuletea nini? Alileta mwili si hiyo. Akifanya una aje akifanya kitu kidogo ana shida, nakuuliza aje, wewe ndio ulinizaa mami? Ndio nilikuza hizi hey, nyama zote na nguvu yote unataka kupeleka wapi sasa? Unataka huyu akufe na ana mm, nguvu hadi mm. mm. abebe mizigo aende mtoni afue aoshe vyombo ya maziwa. Si lakini nimeosha

unaogota kuni ndo masoto kuja upike sapa, unasikia ukichoka. <laughs> Uya, ukitoka ile njia ulifuata mm. Ulikuja nayo ulifuata unasikia. Lakini si hata basi, mungetoanisha hii maji basi. Muondo wa maswali ni, ni, ni. hata vigu vi... yote uko nayo ni ya kufanya kazi gani? Mulienda basi kisiagi ya. Ukiwa wapi? Oh, unafaa tuende. Ni huko tu huko. Alienda kaacha mahidi huko, yeah, ati wewe uende. Kwa mbona ukaga? Niambia niende niache hiyo mahidi hapo. Niende niende, ni pesa ya chama kwani nigekiende aje? Ndio usiwache usikupe masa hapo kikojea, na sasa hivi wamemaliza. Uoshe hizi. Alafu ende ka ndio ende. Hiyo sio mbwa inataka kuwa. Kwa ni wajogona anafanya kazi gani? Ndio kwa wakati bora ukuje na cabbage. Yes. Na kwani wajogona, si nataka kukuchapa. Ilikuwa lini? Uko na mdomo sana. Mara ulisikia aje yangu? Ulisikia lini? Si ninauliza. Unauliza nini? Mimi ni mama yako ama wewe ndiye mama yangu? Si ninauliza ma. Si ah, mbona hajaendea lia damu tu tu tuwekwe kwa mwili hatuna damu ya kutosha. Kwani mimi sikuaji mtoto wako? si wako? Hmm. Kuita

lakini si uliniambia tukunywe tukunywe yote Ria. Ria. Ria. Ria tu. E tarea, kwa kwa sasa bona mnanitesaga sasa? Mnaniambia niende niende wapi? na huku ndio kwetu, na si huku ndio kwetu lakini lakini si siblings wanafaa kuwa wanasaidiana kazi kazi, na nyama mingi za kufanya kazi, nyama kaziina sinaenda kuosha vyombo. Haya. Sinaenda kuosha vyombo. Sasa nikiendea uga nani ataosha vyombo? Uga nani ata osha vyombo? E, nani atalima, nani atafanya kila kitu ikue kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa nyumba ndio sasa tujue venye utafanya kazi. Hiyo hiyo ni ruka gani ati si. Unajua hiyo ni kuniongeresha rudeness. Na nata unisaidia na ile pesa mia tano ya kuendea hiyo unga. Si, si, si, si, ulilipa mshahara juzi? Si walinifuta bila kunilipa, enda udai. Ah, si, walisema hawaezi nilipa. Enda ukuje na uga. Nastaki maswali nyingi, mama. Ulikuwa umesema utanipatia pesa, enda. Hey, useme, imesemekana mama yako eda uabia, nitaendea hiyo pesa yako huko. Lakini sasa sina pesa nitaendeaje uga na mtu wa uga aliniambia, sasa nakwambia wewe ni mtu unatoshana, hata unaweza enda hivyo hivyo ukuja na pesa. Kwa nini utumie akili? Mpaka nikwambia enda kwa kwa, kwa, kwa mtu fulani ufanye hivi na hivi. Wewe uone sasa, wewe ni mama mkubwa, unagojea unafanya nini kwa jikoni kwa mama yako? Mm. Mm. Kwa nini yani, nini anafanya jikoni kwa mama yako? Usini point, kwa usini maka point, usini point wewe, usini point. Na usinishautie. Yeah. Haya.

Na nikikuitisha pesa, unasema kwani mimi, kwani mimi huku nililata mama, si ya mama yangu, mimi si yako, ukujaga ni na mimihukikuiiiaanhoieii barikiwa hivi uwai niambia nikupatie kitu chochote. Nakwambia, usikawai hata niitisha hata mia, hata usiwai niitisha hata mia hata shilingi moja, hata usiwai nipigia, usahau kama mimi ni mtoto wako. Ngoja kama utaona simu yangu. Na eh, najua ukiwai niona hivi nimebarikiwa, utakuwa wa kwanza kunipigia kunipigia nikiagari, nikiagari, nikiagari, na unajua sikufanya sikufanya application unizae hapa yn yani. So clear mama yangu amenionyesha ako na favorite child wajuguna, hakuna kazi anaweza fanya huku ni atidi akierera adaenda kwa pasta akaumwa kwa pasta agathie kabe akaumwa kabe agacoka lakini mimi ninaweza fanya kazi zizote, na hadi wananichapa tiohoro. Si siwameniambia niende, siwameniambia niende, wameniambia niende, ni mtu mzima.